Habari za muda e, karibu chama cha Freemason chama huru e, tunakukaribisha ndani mwa chama cha Freemason. Jina langu ni Agustino Msemo, mkuu wa Freemason hapa Tanzania, na mimi nazariwa Uganda. Hapa Tanzania nipo kwa ajili ya kazi za chama cha Freemason. Leo nataka nikupe taarifa kuhusu nyota na kuibiwa nyota na jinsi ya kurudisha nyota yako endapo tutakuta nyota yako imeibiwa au nyota yako inatumika kwa mtu mwingine. Kiingilio ya Freemason ni shilingi laki tano na elfu thelathini, lakini tukikuta nyota yako ni chafu au nyota yako iliibiwa ipo kwa mtu mwingine, nahitaji nikuambie gharama ambayo unalipa tena, ili kuweza kurudisha nyota yako au kusafisha nyota yako. Gharama hiyo ya kusafisha na kurudisha nyota ni shilingi laki ine na elfu thelathini. E, ukilipa kihingilio halafu, baada ya kulipa kihingilio Tukaenda kukuta nyota yako iliibiwa au nyota yako ni chafu, gharama ambayo unalipa ni laki nne na elfu thelathini. Dawa hii ya kusafisha nyota tunaitoa nchi ya Ujerumani, haitoki hapa Tanzania, inatolewa Ujerumani. Tunaitoa kule kuileta hapa Tanzania kwa ajili ya matibabu ya nyota. E, na sisi Frimasoni tunatumia nyota. Nyota tunaitumia kuweza kukupatia kiasi cha pesa au kiasi cha fedha ambacho wewe unataka, na hatuwezi tukatumia nyota chafu. Hapana, tukikuta nyota yako ni chafu, lazima nyota yako kwanza tusafishe, na tukisafisha nyota yako basi wewe ni mwanachama na ukisafisha nyota, nyota tunaitumia unapokea fedha za chama, na nyota yako tunaanza kuitumia. Ndo maana nyota huwa tunaitoa kwa mtu mwingine, tunaiweka sehemu nyingine iende kufanya kazi. Nikupe mfano mzuri, kama unahitaji uwe mchezaji wa mpira na mwenzako anahitaji awe msanii, nyota hizo hazifanani. Kwa hiyo yule mwenye nyota ya mchezaji tunaitoa haya, tunaiweka kwa msanii aende kuwa mchezaji wa mpira, na wewe unayehitaji usanii, tunamtorea ya uchezaji wa mpira, tunakupa ya usanii. Hapo umenielewa? Yani, tunakupa nyota ambayo unahitaji. Ndio maana tukikuta nyota yako ni chafu, nyota yako hatuitumii mpaka tusafishe nyota yako vizuri halafu ndio tuanze kuitumia. Kwa hiyo ukikuta tumekwambia kwamba nyota yako ni chafu, tambua kuwa unaenda kulipa laki nne na elfu thelathini za matanzania kwa ajili ya kusafisha nyota. E, taarifa hii tumeitoa rasmi ili kesho usije ukajiuliza ni kwa nini taarifa hii tumeiweka mtandaoni leo, tarehe saba mwezi wa nne mwaka elfu mbili ishirini na tano e, hii video ndo imetolewa. Kwa hiyo muda wowote ukiipata, tambua mapema kuwa iliwekwa kuweza kufanya mambo hayo tajwa ni mimi Agustino, msemo mkuu wa chama cha Freemason. Ni namba ya simu, kama unahitaji kuingia Freemason, namba ni sufuri sita tisini na nne sufuri tisa tisa nane nane mwisho mbili. Nairudia tena, namba ni sufuri sita tisini na nne sufuri tisini na tisa themanini na nane Mwisho mbili. Tupigie simu muda wowote uweze kusajiliwa. Tunakukaribisha ndani mwa chama cha Freemason.